Zamaji na washikadau wa sekta mbalimbali wamekongamana mjini Kisii kwa uhamasisho kuhusiana na afya ya akili. Afya hiyo inayopigwa jeki na Baraza la Kitaifa kuhusu Haki za Walemavu inalenga kusikiza na kushauri kuhusu udhibiti wa msongo wa mawazo na matatizo ya afya ya akili inayoonekana kuwaathiri watu wengi maeneo ya Kisii. Crispin Otieno anaungana nasi mbashara kwa mingi zaidi. Rashid, ulivyosema uh, ni mwezi wa kuhamasisha umma kuhusiana na masuala ya afya ya akili, na ndio maana washikadau mbalimbali kutoka uh, sekta tofauti kaunti hii ya Kisii wamekuja pamoja, wakiwemo wale wanaoishi na ulemavu kama njia moja wapo ya kupata hamasisho kabambe kuhusiana na, na masuala yanayofungamana na afya ya akili. Unavyotizama hapa, hawa ndio baadhi ya wale ambao wanaendelea kupata hamasisho uh, kabambe katika kaunti hii ya Kisii. Nataka tu kuzungumza na wao aweze kutu, aweze kutuelezea tu umuhimu wa shughuli hii alafu watuelezee tu uh, masuala ya afya ama afya ya akili uh, ikoje katika kaunti ya Kisii na inachangia masuala kama gani. Tuambie, unaitwa nani? Ukiangalia pale kwa majina, naitwa Cynthia Menge kutoka shirika la It is Well CBO. Uh, kwa leo tuko hapa kuongelea masuala ya afya ya akili kwa wale kwa caregivers wa walemavu specially wale, wale wa kuna watoto wenye wako na cerebral palsy na wengine watoto wenye wako na autism. Kwa most of the time watu wana focus on awa watoto wa, wa walemavu but our focus on the caregivers inakuwa stressful at times and uh, pia wao watoto wa, juu ni walemavu wanakuwa vulnerable kwenda kwa vitu kama gender based violence, inakuwa ngumu au caregivers ku seek justice. So kwa leo tuna focus on the caregivers.